Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Mara nyingi tunasema mzazi lazima awe imara kwa ajili ya malezi ya watoto wake, lakini hebu leo tujiulize, mzazi aliyechoka anawezaje kulea watoto wake? Na anawezaje kuwa imara kwa ajili ya watoto wake? Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia afya ya akili ya wazazi. Afya ya akili ya wazazi si jambo la anasa, ni jambo la lazima kwa wazazi. Mzazi lazima awe na afya ya akili ili aweze kulea watoto wake, ili aweze kusimama kwa ajili ya malezi ya watoto wake, ili ufahamu wake uweze kutulia kwa ajili ya malezi stahiki kabisa kwa ajili ya watoto. Mimi ninaitwa Muhere Madam.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 579224 usiache kushare video hii kwa wazazi wengine usiache kucomment na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya moyo wa malezi karibu na tuanze. hoja ya kwanza afya ya akili ya mzazi huathiri moja kwa moja malezi mzazi mwenye msongo wa mawazo Mzazi mwenye hasira, mzazi mwenye huzuni, mzazi ambaye akili yake imesongwa na mawazo, matatizo, msongamano kwenye akili yake. Moja kwa moja huathiri malezi ya mtoto bila yeye mwenyewe kujua. Mtoto moja kwa moja anaona hasira ya mzazi. Anaona msongo wa mawazo wa mzazi wake kupitia matendo ambayo mzazi anakuwa anafanya. Kwa hiyo, hiyo moja kwa moja inamwathiri mtoto kiakili, kisaikolojia, na hata katika ufaulu ufahamu wa mtoto unakuwa unamtegemea mzazi moja kwa moja. Hivyo ni msingi sana mzazi kuwa na afya ya akili, mzazi kuhakikisha kwamba mawazo yake, akili yake imetulia kwa ajili ya malezi ya mtoto wake. Mzazi ambaye anakuwa amesongwa kabisa anakuwa hana utulivu, kwa hiyo ile ya yeye mzazi kuwa hana utulivu wa akili inamwathiri mtoto, kisaikolojia kiakili na hata katika ufaulu wake na masomo yake kwa ujumla. Hivyo ni jambo la msingi mzazi kuhakikisha kwamba afya ya akili yake imekaa vizuri. Hoja ya pili, mzazi mwenye akili timamu hutoa maamuzi sahihi na si maamuzi yenye maumivu. Mzazi ambaye anakuwa moyo wake au anakuwa akili yake imetulia, anakuwa hana msongo wa mawazo. Unakuta mara nyingi ana uwezo wa kutoa maamuzi sahihi, anasikiliza, anahukumu kwa haki na si mzazi anayekuwa anaonea. Mzazi anakuwa anaonea pale ambapo anakuwa na msongo wa mawazo, akili yake haijatulia. Kwa hiyo muda mwingi hawezi kumsikiliza mtoto kwa sababu ana hasira, ana mawazo. Kwa hiyo inahitaji mzazi ambaye amepona, mzazi ambaye hana maumivu. Hapo ana uwezo wa kumsikiliza mtoto wake vizuri, ana uwezo wa kutoa maamuzi sahihi na sio maamuzi ambayo yanakuwa yanaathiri moja kwa moja akili ya mtoto. Mzazi ambaye akili yake imetulia, akili yake ipo timamu, ana uwezo wa kukaa na mtoto wake akamrekebisha, akamsaidia, hata pale ambapo mtoto anakuwa, mtoto anakuwa ana tatizo, anakuwa ameshindwa katika masomo, anakuwa pia mtoto amepata msongo wa mawazo kutoka shuleni, kutoka kwa watu wengine. Anapokutana na mzazi ambaye akili yake imetulia, akili timamu, hiyo inaweza kumsaidia mtoto na ina uwezo wa kumjenga mtoto vizuri, akakuwa bila kuwa na stress. Hoja ya tatu Kujitunza kwa mzazi ni somo la maisha kwa mtoto. Mtoto anayemtazama mzazi wake ambaye ni mzazi ambaye anapumzika, ni mzazi ambaye akili yake imetulia, ni mzazi ambaye ana afya ya akili, hilo ni somo kubwa kabisa kwa mtoto. Mtoto anaweza naye kujifunza mwisho wa siku, mtoto anakuja kuwa ni mzazi ambaye anazingatia kabisa umuhimu wa afya ya akili, anazingatia na anaona kabisa jinsi ya kulea watoto wake vizuri, jinsi ya kutulia, jinsi ya kuwasaidia watoto, kwa sababu anakuwa ametuliza akili yake, anakuwa ni mzazi ambaye hana msongo wa mawazo, anakuwa ni mzazi ambaye sio mgomvi, sio mkorofi. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaona anajifunza moja kwa moja kutoka kwa mzazi wake. Wazazi, tuhakikishe kwamba tunazingatia umuhimu wa afya ya akili kwa ajili ya kuwapa watoto wetu masomo mazuri kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu ili watoto wetu hapo baadaye na wao wanakuwa wana, wanajua kabisa kwamba afya ya akili ni nzuri kwa mzazi, kwa sababu watoto wetu pia tunawalea kuja kuwa wazazi wa kesho. Tunawaandaa kwa mstakabali mzima wa afya ya akili kwamba hata wao waepukane na msongo wa mawazo waepukane na ugomvi, waepukane na mambo ambayo sio ya lazima ambayo yanajaza ubongo na yanawafanya wanakuwa na stresi, wanakuwa wanagombana, wanakuwa wana, yaani wanakuwa ni wazazi ambao hawajatulia katika akili. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na afya ya akili ili pia hapo baadaye tuwafundishe watoto wetu kwamba afya ya akili ni muhimu kwa wazazi na kwa ajili ya watu wote. Hoja namba nne afya ya akili humfanya mzazi kuwa na subira na busara. Malezi kama malezi yanahitaji subira, yanahitaji hekima, yanahitaji busara. Hivyo mzazi ambaye anakuwa na afya ya akili inamfanya anakuwa mtu ambaye anasikiliza. Inamfanya anakuwa mtu ambaye hahukumu kwa haraka anakuwa ni mzazi ambaye ana uwezo wa kutafiti, ana uwezo wa kuangalia, na ana uwezo wa kutafuta suluhu ambayo inaweza kumsaidia mtoto na kumfanya mtoto ajifunze. Anakuwa na maamuzi ambayo hayamuumizi mtoto, anakuwa na maamuzi ambayo sio ya haraka. Anakuwa ni mzazi anayesikiliza, sio mzazi ambaye anahukumu kabla hajasikiliza. Anakuwa ni mzazi ambaye anamjenga mtoto ili na huyo mtoto kesho awe kuwa mzazi ambaye anasubira, ana hekima na ana busara. Afya ya akili ni muhimu sana kwa wazazi kwa ajili ya malezi bora ya watoto wao. Hoja namba tano: mzazi mwenye afya ya akili hujenga kizazi chenye nguvu, kizazi imara. Watoto ambao wamelelewa na wazazi ambao wanajitambua, ambao ni wana afya ya akili, ambao hawana msongo wa mawazo wanakuwa ni watoto ambao wana uwezo wa kutatua matatizo yao kwa sababu wanakuwa moja kwa moja wanasaidiwa na wazazi wao. Wanakuwa ni watoto ambao wana uwezo wa kutambua kwamba hili ni jema, hili ni baya, na pia wanakuwa ni watoto ambao wana uwezo wa kupambana na changamoto katika maisha. Watoto ambao wamelelewa na wazazi ambao wana afya ya akili, unakuta mara nyingi mtoto hata akikumbana na changamoto ana uwezo wa kuitatua ile changamoto na ana uwezo wa kusema pale ambapo anaona anakosewa, pale ambapo anaona anaonewa. Ni mtoto ambaye ana uwezo wa kujisimamia, ni mtoto ambaye anakuwa na misingi thabiti katika maisha yake, ni mtoto ambaye ha haonewi, havurutwi ha, ha, yani ni mtoto ambaye hapelekwi pelekwi, kwa sababu moja kwa moja amelelewa na wazazi ambao wana misingi, amelelewa na wazazi ambao wana upendo, wana mwongozo na usaidizi, hivyo ni vyema sana mzazi kuwa na afya ya akili ili uweze kujenga mustakabali mzima wa maisha ya mtoto hapo kesho. Mzazi mzuri si yule asiyechoka, bali yule anayekubali kuchoka na kutafuta suluhu na kutafuta ukweli kuhusu familia yake. Mzazi mzuri ni yule ambaye anakubali kuhakikisha kwamba anajali ya afya yake anajali akili ya yake anajali kuhakikisha kwamba yeye anakuwa na afya ya akili kwa ajili ya ustawi wa familia na watoto wake. Familia bora inajengwa na wazazi wenye afya ya akili. Hivyo, mzazi, kubali kuhakikisha kwamba unatuliza akili yako, unapumzika, unajifunza, unakubali pale ambapo umekosea, na unakubali kurekebisha makosa kwa ajili ya familia yako. Familia njema inajengwa na wazazi waliokubali haijengwi na wazazi waliochoka na kukata tamaa. Inajengwa na wazazi ambao wanajitia moyo, inajengwa na wazazi ambao wanakubali, wazazi ambao wanajitunza, wazazi ambao wanaamini kwamba wao ni misingi imara ya watoto wao, wao ni mabadiliko sahihi ya familia, wao ndio kiini cha watoto wao. Hivyo mzazi, kubali kupumzika, kubali kutunza akili yako, Kubali kujirekebisha, kubali pale ambapo unaona kwamba sasa mambo yanaenda ndivyo sivyo, unarekebisha unahakikisha, unajituliza na akili yako inakuwa sawa wakati wote. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii, usiache kulike, usiache kucomment na usiache kusubscribe kwenye, kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kukubali kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.